Basi ujumbe wa leo una kichwa kinachosema tuwe hodari katika nguvu za Mungu, tuwe hodari katika nguvu za Mungu. Huo ndio ujumbe ambao leo Hiro Mtakatifu anataka tukajifunze, tuwe hodari katika nguvu za Mungu. Naomba nisome kile kitabu cha Waefeso sura ya sita na ule mstari wa kumi tu alafu hapo baadaye tena nitasoma kuanzia ule mstari wa kumi tena nitaurudia, nitaanza ule mstari wa kumi hadi ule wa kumi na saba kitabu cha Waefeso sura ile ya sita na ule mstari wa kumi. Neno la Mungu linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Huu ni mstari wa kumi tu anasema hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Yako mambo mawili yanayotajwa hapa, anasema tuwe hodari katika Bwana, lakini pia tuwe hodari katika uweza wa nguvu zake. Hivi ni vitu viwili ambavyo ni lazima tuvijue kama Wakristo. Kuna kuwa hodari katika Bwana, lakini kuna kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Kuna watu ni hodari katika Bwana, lakini kwa namna moja nyingine sio hodari katika uweza wa nguvu za Mungu, lakini pia kuna watu ni hodari katika uweza wa nguvu za Mungu, lakini sio hodari katika Bwana. Nini maana hodari katika katika Bwana? Maanake, na na katika Bwana Bwana unakuwa Mungu. Kitabu kitabu kitabu cha Marko sura ya 12, na kitabu kuendelea, kitabu cha Marko sura ya ule mstari hapa kuendelea lakini tusome la Mungu linasema mstari wa 29 unasema Yesu akajibu Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa Roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hapa anasema sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Mungu mmoja, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako ote, Roho yako yote, akili ya zako zote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo kumpenda Bwana kwa nguvu zako zote, kwa Roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote ndio kuwa udari katika Bwana. Amen. Lakini kuna kitu kinachoitwa nguvu za Mungu. Kitabu kile cha Zaburi mia moja na tano na nafikiri mstari wa nne, Biblia inasema biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo kuna kumtaka Bwana, lakini pia kuna kuzitaka na nguvu zake, ni vitu viwili hivyo, na hapa ndicho ambacho Biblia imejaribu kukitenganisha kwamba tu udari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sasa leo tutaenda kuangalia ni namna gani tunakuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Mara nyingi tumejifunza sana kuwa hodari katika Bwana, ambacho ndo kitu cha msingi sana kuliko kuwa hodari katika uweza wa nguvu za Mungu. Sasa tunakuwaje hodari katika Bwana? Tuendelee pale ile Efeso sura sita kuanzia mstari wa kumi hadi ule wa kumi na saba Neno la Mungu linasema mstari wa kumi na moja sasa anasema vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani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 zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambao kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo kovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu, nasifi sana hapa. Anasema vaeni silaha zote, sio silaha moja, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hasemi mpate kumshinda shetani au kumpinga shetani au kushindana na mapepo au wakuwagiza, a a, anasema mpate kuwe, muweze kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani ni zipi? Hila za shetani ni mambo yote ambayo shetani analeta ana kwetu, magonjwa, hizo ni hila zake. Kwa nini zinaitwa hila? Kwa sababu zinakuja kwa namna ambayo itatufanya sisi tuache imani au turudi nyuma. Maradhi, hizo ni hila za ibilisi matatizo hizo ni ila za ibilisi, majaribu hizo ni ila za ibilisi, shida hizo ni ila za ibilisi, na kadhalika na kadhalika. Hizo ndizo tunazozipinga sisi kwa kuvaa silaha. Shetani hatuwezi kumpinga, tunampinga ndiyo, lakini hatuwezi kusema tunamuondoa moja kwa moja. Ataendelea kuwepo tu, mapepo yataendelea kuwepo, mashetani yataendelea kuwepo, lakini hila zinaondoka. Bwana Yesu na sifa sana, na ndizo hizo ambazo Biblia inatufundisha hapa kwamba tuvee silaha, tuweze kuzipinga hila za huyo shetani kwa sababu kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, huwa giza, majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. hao No, ndio tunaoshindana nao. Sasa anasema mkisha kutimiza yote kusimama, basi simameni hali sio mketi. Tunasimama katika imani, hali tumejifunga diri uh, kweli viunoni, diri yake kifuani, kufungiwa miguu tayari, upanga roho, chapeo kovu, pamoja na sasa hizi ni silaha ambazo tukiwa nazo tutaweza kuzipinga ila za Ibilisi. Unajua, mwanadamu ameumbwa katika sehemu mbili, kuna utu wa ndani na utu wa nje, kuna utu wa ndani na utu wa nje. Utu wa nje ni huu unaoonekana, ambapo una kichwa, una mikono na miguu, una macho, una pua, una rangi. Huo ni utu wa nje, ambapo mtu anaweza akaja akakushika wewe akaongea na nao ukajibu ukatembea ukuonekana, kwa macho ya damu na nyama, lakini upo utu wa ndani usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Bwana Yesu nasi sana, huo utu wa ndani upo ndani yako wewe. Funga macho, ukifunga macho, si unaona giza, lakini ile giza lina maanisha haupo? Namaanisha upo, si ndio? Sasa ile giza unapofumba unapo macho unapo na kuona giza, maana yake upo katika utu wa ndani wa nje uoni chochote tena kinachoendelea upo katika utu wa ndani, maanake wewe ni wewe, uko ndani, nje ni kama umevaa vazi. Sasa huo utu wa nje wa ndani, na wenyewe unafanana sana na utu wa nje maanake utu wako ndani na wenyewe una masikio, utu wako ndani na wenyewe una mdomo, utu wako ndani una mikono, una miguu, utu wako ndani na wenyewe una viungo vyote ambavyo vinaonekana katika utu wa nje. Kama nje kunavyoonekana, ndani na kwenyewe ni hivyo hivyo ndio maana unaweza ukawa uongei lakini ndani ya moyo wako kuongea. Ndio maana unaweza ukawa umefunga macho lakini ni kama vile unaona, ni kwa sababu utu wako ndani unafanya kazi, sio nje tena. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ndio maana ukilala unaweza ukajiona unafanya shughuli nyingine, ndoto zinakuja kwamba unatembea, unalima, unasoma neno, unahubiri, unafanya nini, unafanya vile, yote hiyo ni kwa sababu utu wako ndani unafanya au una unatenda kazi sote na utu wako wa nje. Na hapa ndipo Biblia inapotufundisha kwamba katika usimama tuvae silaha za haki. Hizi silaha zinazotajwa hapa sio kuzivaa katika utu wa nje. Anataja pale anasema kweli kiunoni, diri ya haki, upanga wa Roho. Sasa, hivi ni vitu ambavyo tunavivaa katika utu wetu wa ndani ili tuweze kushindana na hila za ibilisi zitakazoletwa juu ya maisha yetu au zitakazopangwa kuleta juu yetu. Anataja pale sasa, ziko silaha za makundi mawili ambazo zimetajwa katika Efeso sura sita. Silaha za kundi la kwanza ni silaha za kujikinga, silaha za kundi la pili ni silaha za kushambulia. Bwana Yesu nasifiwe sana. Askari akienda vitani anakuwa na silaha za kujikinga au kujilinda na silaha za kushambulia. Anapokuwa na ule mtutu, ile ni silaha kushambulia, anapokuwa na panga ni silaha kushambulia, anapokuwa na mkuki ni silaha ya kushambulia, lakini anapokuwa na ngao, hakuna askari yote anaenda kupambana na kumshambulia mtu kwa ngao alionayo. Ngao kazi yake ni kuzuia mishale. Hali kadhalika anapovaa ile chapeo au helmet, kazi yake ni kujilinda katika eneo la kichwa. Anapovaa vile vyuma vyote ni kwa ajili ya kujilinda. Kwa hiyo hapa pia Biblia imegawa hizi silaha katika makundi ya mawili, anasema simameni hali imejivika kweli kiunoni. Kweli ni mkanda ule ambao maskari wa zamani walikuwa wanavaa, ambao ulikuwa una sehemu ya kuchomekea upanga, unaitwa hala. Ni mkanda ule huo, ulikuwa unatenganisha vazi la juu la askari na la chini, pia na unampa yule askari balance, lakini unatumika kuhifadhia ule upanga, ambao ni silaha kushambulia. Lakini anasema pia, chukueni chapeo ya ukovu. Chapeo ni Kiswahili cha helmet. Helmet wale wanaoendesha pikipiki, wanaoendesha vyombo vya moto wanavaa kujikinga sehemu ya kichwa, ili wakipata ajali wasidhurike sehemu ya kichwa. Sasa, katika vita vya zamani maskari walikuwa wanavaa hizi chapeo. Hizi chapeo walikuwa wanazivaa katika kichwa chao, kiasi cha kwamba yule askari mwingine akirusha jiwe au akirusha mkuki au akirusha chochote ambacho kimelengwa kimekusudiwa kulenga kichwa, basi yule askari ambaye amevaa ile chapeo hawezi kuhudhurika katika eneo la kichwa. Na sisi kichwa cha utu wetu wa ndani kimebebwa kinapaswa kihifadhiwa ki na wokovu. Kwa maana kama unavyoona askana na vaa ile chapeo ya chuma, sisi hatuvai chapeo ya chuma, tunaenda kuvaa chapeo ya wokovu katika utu wetu. Na kwa mtu ambaye ana wokovu ambao ni thabiti, wokovu ambao hauna misukosuko, amesimama kweli kweli katika wokovu katika utu wake wa ndani, anaonekana amevaa chapeo au ile helmet, na hapa ndipo anaposema tuivae hiyo chapeo ya wokovu. Wokovu ni muhimu sana kuimarisha wokovu wetu ili tuwe salama katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo adui anapokuona una wokovu ule thabiti ambao sio kupepesa kupepesa, anapokuona una wokovu wa namna hiyo anashindwa kukuharibu. Anashindwa kukuharibu kwa sababu gani? Ndani yako au katika utu wako ndani anaona kuna kitu kigumu kimezuia kichwa chako cha ndani. Haizi kuharibu fahamu yako ya roho kwa sababu kwenye kichwa kunafahamu, hawezi kuharibu kumbukumbu zako za roho, hawezi kuharibu akili zako za roho, hawezi kuharibu masikio yako ya rohoni, hawezi kuharibu macho yako, kwa sababu kwenye kichwa kuna macho na masikio, kuna mdomo, kuna ufahamu. Kwa hiyo wokovu ndio unabeba ufahamu wa rohoni, akili ya rohoni, macho ya rohoni na kila kitu. Kwa hiyo wokovu ni kuimarisha sana, ili tuweze kuzipinga ila za Ibilisi. Amen, lakini sio tu chapeo cha wokovu, anasema na dirii ya haki kifuani. Dirii ni chuma ambacho maaskari walikuwa wanavaa zamani, ambacho kulikuwa kinawakinga pia na mishale isiweze kupita katika sehemu yao. Kifua kulikuwa ni kichuma, ni chuma maalum walikuwa wanavaa. Kwa sababu ya mabadiliko ya teknolojia na vita za zama hizi ni tofauti na zamani. Maskari wa zama hizi hawavai tena hizo diri za chuma, hapa wanavaa kitu kinachoitwa bulletproof, ile vest ambayo wanaivaa nozu ya risasi isikie, kwa sababu silaha za sasa hivi ni tofauti na za zamani. Sasa ile bullet, wanaoita bulletproof hiyo ndio tunaweza tukaita ni diri ya yeah. Kipindi cha zamani. Bwana Yesu nasifiwe sana au kipindi chetu sasa hivi. Sasa hii diri anasema ni ya haki. Haki inayopatikana kwa njia gani? Kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Biblia inasema tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani. Kwa hiyo sasa unapoelewa haki ya Mungu unajua maisha yako. Kitabu cha Mathayo sura sita anasema kwamba tafuteni ufalme wake wa na haki yake na mwingine wote mtazidishiwa. Ile haki ya Mungu ambayo utaitafuta kuijua na kuipata katika maisha yako. Hiyo inasimama kama ulinzi katika kifua chako cha kiroho, mahali ambapo kuna moyo. Moyo kwa sababu kifuani kuna moyo. Moyo ni mwako, unakuta shansi nyingine unaweza kushambulia moyo wako, unakuwa na mawazo mabaya moyoni, unakuwa na uchungu, unakuwa na hasira, unashindwa kusamehe. Ni kutokana na kwamba hujijua haki ya Mungu vizuri. Kwa hiyo unapokuitafuta haki ya Mungu na kuijua ndani ya ulimwengu wa roho, unakuwa umefunikwa katika eneo la mbele la kifua chako katika utu wa ndani. Lakini sio hilo tu, anasema pia Tushikilie ngao ya imani ambayo katika hiyo tutaizima mishale yote yenye moto ya yule adui shetani. Ipo mishale mingi yenye moto ambayo ibilisi anatutumia sisi. Ndoto mbaya ni mishale ya moto ya ibilisi. Mawazo mabaya ni mishale ya moto ya ibilisi. Maradhi, magonjwa, kukata tamaa. Unaweza kuwa unataka kufanya jambo fulani lakini unashangaa umekata tamaa ghafla tu. Kuna kitu fulani kimeisha. Hapo jua ni mishale ya moto inayotumwa kwako. Na hii mishale inaweza ikaja kutoka pande yote ya ibilisi, anaweza kutumia katika pande yote. Lazima tuwe tuna ngao anawinda ana anakuinda wewe katika ulimwengu wa roho kwa ngao. Anaposema pale sasa, atuchukui ngao ya chuma, kwa sababu katika ulimwengu wa roho hatuwezi kuvaa chuma. Katika ulimwengu wa roho ni imani. Sasa hapa anasema chukueni, uh, ngao ya imani. Tunishikile ile ngao ya imani. Na maskari wa zamani ngao zao zilikuwa hawazishiki zi kwa mkono, zilikuwa zinafungwa kwenye mkono, ambapo zikishafungwa kwenye mkono haziwezi kuanguka. Kwa ni kitu ambacho hakipasi kuanguka kama ni mkono wa kuume au mkono kushoto ile ngao inapofungwa inakuwa iko hivyo hivyo daima. Na hapa nasema hiyo ngao tuishikilie ngao ya imani. Imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo kwenye kitabu kile cha Ibrania sura kumi na moja na mstari moja. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa ni lazima pia imani zetu tuhakikishe zinakuwa au zinaongezeka kwa njia ya kuomba na kufunga. So hilo tu, anasema tena katika uh, kwamba tuvae kweli kiunoni. Sasa kabla kuiangalia kweli, naomba tutamaliza kuweka tutaweka kama silaha mwisho, lakini anasema kuna utayari miguuni, miguu yetu hii tunapaswa tuwe na utayari ule. Utayari unaozungumziwa pale ni viatu maalum ambavyo maaskari alikuwa anavaa zamani, vilikuwa ni vya chuma kumzuia ile askari asijiruhie katika miguu huu tayari unafananishwa katika ulimwengu wa roho na, yani miguu yetu katika ulimwengu wa roho ni sisi tunapoenda kuhubiri injili. Ndio maana kuna mahali kwenye maandiko anasema ni mizuri jinsi gani miguu yao kupeleka habari njema kwa, unapopeleka habari njema katika ulimwengu wa roho, unapoenda kuhubiri unaonekana unatembea na miguu yako imewekwa chuma, zile chuma zinazuia adui kupiga. Kwa hiyo kuhubiri injili ni silaha kubwa sana. Ndio maana ni lazima tuwe tunafanya uinjilisti sisi wa, watu tuliokoka, ni muhimu sana kufanya uinjilisti. Wakati unadhani labda uinjilisti ni kazi ya, unafanya kazi labda kumsaidia Mungu, sio kwamba unamsaidia Mungu. Mungu anaweza kuwavuta watu wake pasipo hata wewe. Lakini pia ni kwa faida yako, ni kwa faida yangu mimi. Unapohubiri unajiwekea ulinzi mkubwa sana. Ndio hapo anasema katika miguu tujifunge ule utayari. Lakini pia anasema katika ule utayari pia tushikile tushikile upanga wa Roho. Hii ndio silaha pekee ya kushambulia ambayo imetajwa mahali hapa. Lakini anasema sio, si upanga wa Roho sio upanga wa chuma au bati, anasema upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu tunamdhuru adui, kupitia neno la Mungu tunampiga adui. Ndio maana Kristo wakati anajaribiwa kule mlimani alipofunga siku arobaini, mjaribu alipokuja alianza kumwambia, ikiwa ndio mwana wa Mungu igeuze jiwe lile mkate; ikiwa ndio mwana wa Mungu jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa, atawatuma malaika zake watakushika, wala hutajikwaa. Lakini Kristo alikuwa ana upanga ambao ni neno la Mungu, akawa anamwambia anamwambia shetani, tena imeandikwa anamwambia tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tena imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu tunapolishika lenyewe, ni upanga ambao unakata kuwili. Bwana Yesu nasik sana, unakata huku na huku. Ibilisi anapokuja, tunakata. Katika kitabu cha Ibrania sura 4 na mstari wa 12 anasema, neno la Mungu li hai tena lina nguvu linachoma tukuganya nafsi na na roho na mafuta liko ndani yake na lijepesi kutambua hata mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo ibilisi anapokuja na mawazo yake kupitia mtu au mawazo ambayo atatuma ndani yako wewe. Moja kwa moja ule upanga ambao neno la Mungu liko ndani yako utaweza kupambanua mawazo ya ibilisi na mawazo ambayo sio ibilisi. Leo hii, kwa nini leo hii tunashindwa kujua sauti ya Mungu au tunashindwa kujua kama ni Mungu kaniambia, Mungu kasema au ni shetani? Ni kwa sababu ya kupungukiwa na neno la Mungu ndani yetu ila neno la Mungu likijaa ndani yetu kweli kweli tuna uwezo wa kupambanua kujua ni sauti ya ibilisi na hii sio sauti ya ibilisi hii ni sauti yangu hii ni sauti ya shetani neno la Mungu ni silaha amen kwa hiyo hizi ndizo silaha ambazo zimetajwa katika hicho kitabu cha Efeso ambazo tunapaswa tuzivaa ili tuweze kuzipinga hila za yule mwovu shetani amen kwa hivyo ili kila siku tulifahamu katika maisha yetu ya kiroho sasa kwa mtu ambaye hana ukovu manake kichwa chake kiko wazi. Kwa mtu ambaye hana imani, maanake hana ngao ndani ya uto wake wa ndani. Kwa mtu ambaye haijui kweli, nimesahau jambo moja ambalo nilisema nitalimalizia kweli, ambapo anasema wale kweli, kiunoni ule mkanda. Maanake kuna neno la Mungu, lakini kuna kweli ya neno la Mungu. Kristo alisema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Wakaenda kumuuliza kweli ni nini, akasema kweli ni neno la Mungu. Kwa nini ame, linganisha kweli na neno la Mungu, na huku kwenye silaha anasema tuvae kweli, lakini tena kuna silaha nyingine inaitwa upanga wa Roho, ni neno la Mungu. Ni kwa sababu vinahusiana hivi vitu, ule mkanda unahifadhi ule upanga, kwa ule upanga, ili uweze kuwa salama, askari aweze kutembea, wakati wa kukimbia aweze kukimbia, kuna sana aweka upanga hapa, anakimbia vizuri, ni lazima iwe na ule mkanda, ambao ndo kweli maana yake. Neno la Mungu lazima liwe na kweli ndani yake. Leo hii kuna watu wana neno la Mungu, lakini hawana kweli ya neno la Mungu. Unajua kusikia watu wanakuambia imeandikwa kwenye Biblia jino kwa jino. Ni kweli imeandikwa hivyo. Lakini ukweli wake wote ni upi? Kwa katika gano la kale kulikuwa kuna kulikuwa kuna sheria zinazoruhusu visasi. Kwa na sio Mungu aliruhusu. Kilicho kilichotokea katika gano la kale ni kwamba watu walikuwa wanataka kuwa na visasi. Wao wakamfuata Musa. Musa wakana mwambia kwa kwa na lazimisha ile jambo kwa sababu ugumu wa mioyo yao, wakaenda kumwambia Mungu. Mungu akamwambia wape ruhusa watu kufanya lakini Mungu akumwambea mtu akamlipize mwenzake kwa jino kwa jino maan rusa ya watu kuacha kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, lakini si kwamba Mungu ndo aliotoa hiyo amri. Kuna neno lakini kuna kweli ya neno la Mungu, hivyo ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu anasifiwa sana. Kwa hiyo mtu ambaye hajaokoka hana ulinzi wa kiroho. Mtu ambaye hana kweli ya neno la Mungu hana ile ule mkanda katika ulimwengu wa roho wake wa ndani anaonekana hivyo. Kama tungekuwa tuna darubini au miwani maalum za kuweza kuangalia hali za kiroho, alafu kapewa miwani, muangalie au angalie baadhi ya watu wa kiroho ambao hajampokea Yesu, utaona ni watu ambao hawana silaha yote. Kwa fupi, soma askari hawana silaha yote, waende kuhubiri Injili, hawana migu, uh, utayari miguuni, hamna chochote, wanakuwa watu kama watu. Sasa madhara ya kuwa mtu kama mtu katika ulimwengu wa roho, yani utu wako wa ndani ukikosa silaha Adui unajua anakuona kama nani? Akuoni kama wewe ni mtu wa kushambulia sana, anakuona wewe kama ni mateka tu. Maana leo hii wanajeshi wanapenda kupambana vita, wanaenda kupambana na wanajeshi wenzao, haendi kuwapiga raia, haendi kuwapiga raia. Raia wanachukua mateka tu. Kwa hiyo watu wote ambao hawana zile silaha za haki katika ulimwengu wa roho, watu wao ndani ni mateka, wamechukuliwa mateka na Ibilisi, anaweza kufanya chochote, akitaka kuwaua na wauua, akitaka kuwatumikisha na kutumikisha lakini hata hawaogopi kwa sababu hawana silaha za kujikinga wala za kushambulia. Hawana neno la Mungu ana chochote, lakini mtu ambaye ameokoka ana neno la Mungu ana ana, ana, ana, ana silaha nyingine zote. Utaona anahubiri injili, shetani anamwangalia na kuona huyu ni adui yangu, kwa hiyo huyu nitapambana naye. Na wewe pia unaweza kupambana naye na ukimshinda, maana yake unateka. Ndio maana kwenye kitabu cha Korintho wa pili sura ile ya kumi anasema silaha zetu zina nguvu katika Mungu, hata kuangusha ngome na hata kuteka kila fikra ikapate kumtii Kristo. Na kuangusha kila mawazo na kila kitu kilichojinua kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Silaha zetu zina nguvu. Tunatekaje nyara? Lazima tuwe askari. Hakuna mtu anaenda kuteka nyara kama yeye sio askari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba sana ili tulizingatie hata tunapoenda kumuomba Mungu. Tukamwombe Bwana atusaidie tuzivae hizi silaha za ndani, tukazivae. Amen. Tuna bidika katika kusoma neno, tuna bidika katika kuimarisha uokovu wetu, tusimame imara, tusiwe na uokovu nusu nusu, uokovu ambao hauna matunda, uokovu ambao hauna ushuhuda. Tusiwe watu wa namna hiyo, lakini tuwe na ukovu ambao una matunda ili tuweze kupingana na kumshinda yule mwovu shetani. Amen. Amen. Basi naomba tuombe, halafu baada hapo tutaenda sehemu ya pili ya maswali na majibu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana, tunasema asante kwa ajili ya neno lako hili ambalo limefika katikati yetu. Ninakuomba Bwana Yesu, ukatuongoze kabisa, atujalie tuweze kuzivaa hizi silaha za haki tujali tuweze kuvaa hizi silaha ambazo tunajua katika hizi tunaweza tukampinga ule ibilisi, tunaweza tukapinga ila zake na tukasimama katika kipindi chote, kio kipindi ambacho kinakuja na majaribu mbele yetu au kinakuja kwa njia nyingine yote, Bwana tuweze kushinda. Najua ni mwaminifu na utatuwezesha kila mmoja leo kwa Mungu na kumvika silaha hizo kwa utukufu wako mwema. Ninainua jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Makofi mengi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.